Matumizi ya pombe za asili yatajwa kuwa na athari kwa afya na jamii mkoani Iringa. Marekani yakamata meli ya mafuta ya Urusi. Na katika mchezo na burudani wadau wa soka Iringa watoa maoni yao juu ya mwenendo wa timu ya Simba Sports Club. Habari za wakati huu, mtazamaji wawejikito, popote unapotufuatilia, karibu katika taarifa ya habari itakosomwa kwako nami Telesi ya Chalamila. Matumizi ya pombe za asili mkoani Iringa yatajwa kuwa chanzo cha kuleta athari kiafya, migogoro ya kifamilia na upotevu nguvu kazi ya taifa. Mwanahabari wetu Enjo Magesa ana undani wa taarifa hii. Matumizi ya pombe za asili kama ulanzi, gongo na komoni mkoani Iringa yameelezwa kuwa na madhara makubwa kwa afya migogoro ya kifamilia, ukatili wa kijinsia na hata kupelekea umaskini. Wataalamu wa afya wanasema pombe hizo mara nyingi hutengenezwa bila kuzingatia viwango vya usalama, hali inayoweza kusababisha madhara kama kuharibika kwa ini, figo, mfumo wa fahamu na hata kupelekea vifo. Akizungumzia swala hilo, mtaalamu wa kituo cha afya cha Mzarendo Daktari Noeli Kivamba amesema pombe ina madhara mengi kama vile uharibifu wa ini, huwasili ubongo kwa kupoteza kumbukumbu Pombe huweza kusababisha uharibifu wa ini mwilini, ambapo hiyo ni madhara ya kiafya. Lakini pia pombe huwa inaweza kuathiri ubongo pamoja na kumbukumbu. Pombe na tabia kusababisha watu kupoteza kumbukumbu, lakini pia wengine anasababishia magonjwa ya akili. Lakini pia pombe, pombe yenyewe inaongeza hatari ya magonjwa ya moyo kwa binadamu pamoja na shinikizo la damu lakini pia madhara mengine ya pombe huweza kusababisha vidonda vya tumbo pamoja na matatizo ya mmeng'enyo wa chakula tumboni. Aidha ameongeza kuwa pombe huasili mtoto kwa mama mjamzito na kuwashauri watumiaji kuacha kabisa, kwani pombe zina madhara makubwa kiafya na jamii kwa ujumla. Kwa watu ambao wanatumia pombe, kwanza kabisa ningewashauri kinachowezekana kifanyike kwanza ni kuacha kabisa au kama unaona unashindwa kuacha, basi tumia kwa kiasi kwa sababu hata pombe zenyewe umeandika pale kwamba kunywa kistaarabu. Kwa upande wao, wananchi wa mtaa wa Semtema na wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wameeleza namna pombe hizo zinavyoasili nguvu kazi ya taifa, huku watumiaji wa pombe hizo wakiwa hawaoni madhara yake. wanapoteza nguvu kazi kwa vijana ambayo, vijana wengi yani kama sisi, watoto watu wa kike tunaweza tukashinda huko tukawa walevi tusojitambua, tukapata ujauzito. Ukizingatia asili, kila kitu kina faida na hasara zake. tumeweza kusikia baadhi ya wweaiene aamtati oa kila capomewaziri mkuu wa, choke koche, Iringa, wa Chuo Kikuu cha Iringa Peter Mduma ameeleza hatua alizofikia kwenye maandalizi ya sheria kuwakaribisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza chuoni hapo. Mwanahabari wetu Hansi Mwakapalila ana undani wa taarifa hii. Waziri Mkuu wa Chuo Kikuu cha Iringa ameelezea faida za kuwa na sherehe hiyo ya kuwakaribisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza kila mwaka. Tukio la welcome first year, kwanza linadumisha umoja na mshikamano kwa sababu tunakutanisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza lakini pia tunakutanisha na continuous wote. Lakini kwenye tukio hili kwa nini tunasema linadumisha umoja na mshikamano? Tunawakaribisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza chuoni. Tutawapatia tutapata nafasi ya kuambia sheria za chuo tutapata tuta nafasi ya kuambia historia ya chuo kikuu cha Iringa, lakini vilevile tutawatambulisha kwa viongozi wakubwa wa chuo pamoja na viongozi wa kawaida, walinzi wa chuo. Kwa hiyo tunaamini kwenye tukio hili tutadumisha mshikamano wetu na umoja wetu kama wanafunzi wa chuo cha Iringa. Nao wanafunzi wa mwaka wa kwanza wameelezea hamasa walionao juu ya sherehe hiyo, pia wameelezea matamanio wa yao juu ya sherehe hiyo. Ninatamani waongeze fursa, yaani kwamba watu kule waonyeshe vipaji vyao na kama inawezekana kawe na um, ni yani, motivate labda kwa zawadi muhimu kabisa. Huye ni mziki kwa sababu mziki ni swala mii inaounganisha watu wengi, minaamini hiyo, na ndio industry pekee ambayo inabeba watu wengi. Aidha, idara ya ulinzi wa chuo kikuu cha Iringa wameelezea changamoto walizokumbana nazo kwenye sherehe iliyopita na jinsi walivyojipanga kuimarisha ulinzi mwaka. Changamoto ni nyingi. Mona especially, kuna watu wanaingia bila vitambulisho na kuna wengine wanapitia njia za panya. Hiyo inapelekea uhalifu mbalimbali kuweza kutokea na baadhi ya vitu kuibiwa, ila tumejipanga kwa system asilimia sitini kuweza kupambana na aina ya uhalifu utakaofanya ni utakaoweza kujitokeza, kwa sababu tuna jopo ya walinzi kama wapatao tisa. Naamini sherehe na tamasha la kuwakaribisha mwaka wa kwanza chuo kikuu cha Iringa, maandalizi yamekwisha kukamilika kwa asilimia mia moja. Nikiripoti kutoka hapa chuo kikuu cha Iringa, jina langu ni Hans Lesson wa UOI Digital. Taarifa yake Hans, mwaka palila, inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Simoni Masolwa. Nikusihi endelea kuwa nasi. ya Marekani yakamata meli ya mafuta ya Urusi iliyokuwa kisafiri katika bahari ya Atlantic Kaskazini. Muda mfupi, ikulu ya Marekani White House ilisema mahakama ilitoa idhini ya kukamata kwa meli hiyo. Meli hiyo ilijulikana kwa jina la Marinera ilikuwa ikisafirisha mafuta gafi ya Venezuela, kwa sasa yanapatikana kati ya visiwa vya Uingereza. Hatimaye kikosi cha Marekani cha ulinzi wa pwani ilijaribu kuikamata meli hiyo wakati ilipokuwa inakwepa vikwazo vya pwani ya Venezuela. Tangu wakati huo, meli ilibadilisha jina la bendera yake kutoka Guyana na kutumia bendera ya Urusi. Kwa upande wake, Moscow imeshtumu kamatwa kwa meli hiyo. Wizara ya uchukuzi ya Urusi inasema kuwa iliipa meli hiyo ruhusa ya muda kutumia bendera ya Urusi. Hakuna taifa lenye haki kutumia nguvu dhidi ya meli iliyosajiliwa kihalali katika mataifa mengine. Wizara ya ulinzi ya Uingereza ilisaidia Marekani katika juhudi ya kukamata meli hiyo pamoja na usaidizi wa ndege za kivita. Naye waziri wa ulinzi wa Uingereza Bwana John Healey Alisema na hapa ninanukuu nukuu, hatua hii ilikuwa sehemu ya juhudi za kimataifa kukabiliana na juhudi za kukwepa vikwazo. Aliendelea kusema kwamba Uingereza itaendelea kuongeza juhudi dhidi ya shughuli haramu za meli ili kulinda usalama wetu wa kitaifa, uchumi wetu na utulivu wa kimataifa, mwisho wa kunukuu. Asante sana, Simoni Masolo, kwa habari hiyo na sasa ni wasaa wa habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Happy Elisha. Ni kusihi endelea ya kubaki nasi. Wafanyabiashara ya sanaa ya uchoraji, uchongaji na ushonaji kutoka Masai Market mkoani Iringa wameeleza mwitikio wa wateja kwenye biashara hii. Wakizungumza na UOI Digital, wafanyabiashara hao wameeleza faida wanazozipata pamoja na changamoto wanazozipata katika biashara hiyo kundi wangu inanipatia kipato na niendeshe maisha. Kwa jamii ni kwamba hii ni ni, ni historia. Kwa mfano vingi ya michoro au vinyago unavyoweza kuviona vinaeleza maisha ya wa Watanzania kama sio Waafrika kamili. Changamoto ni hivyo, biashara za msimu. Watalii wengi sana wanakuja miezi kadhaa, miezi ya katikati ya mwaka. Kuna muda biashara ina ina, ina kupoa ina wateja wengi sana na kuna muda nana wateja kabisa, kwa sababu biashara ni ya msimu tu. Changamoto kubwa sana ambayo tunapata na hivi ndivyo ambavyo wa wafanyabiashara wa Ilinga Masai Market wanavyoendesha biashara zao kwenye masuala mazima ya ushonaji, ucholaji, usho na ufumaji. Nikiripoti kutoka hapa, hapa Masai Market, mimi ni Hepe Elisha, UI Digital. Mtazamaji, na hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea Adam Kayombo atatupitisha viwanjani. Wadau wa michezo mkoani Iringa wametoa maoni mbalimbali juu ya mwenendo wa klabu ya Simba kwenye misimu minne katika mashindano tofauti kama vile ligi kuu Tanzania Bara, mapinduzi na klabu bingwa barani Afrika. Mimi nadhani swala zima la kupata matokeo mabaya, kwanza inaanzia katika swala zima la usajili. Wakati wa kipindi cha usajili, ni watu wanasajili pengine wachezaji ambao wanashindwa kufiti kwenye mfumo ya walimu au pengine watu wanasajili wachezaji ambao wanakuwa hawako tayari kufanya kazi kwenye timu ambazo zinakuwa zinacheza kwenye nafasi zinazokuwa zinahitajika. Pengine kwamba unakuta benchi ya ufundi kwamba kila kocha anapokuja, anakuja na mbinu zake na, na, na mifumo yake, kwa hiyo hivi inapelekea mwenendo wa timu unakuwa unaathirika, kwa hivyo unakutatama katika matokeo pia. Huwa Simba inapelekea kwamba wa wanakosa matokeo mazuri. Aidha, mashabiki wa klabu hiyo mkoani Iringa wameeleza sababu ya timu ya Simba kutofanya vizuri ndani ya misimu minne mfululizo. Swala hata la uongozi, uongozi sio mimi tu, ni watu wengi ambao sio mashabiki wa Simba tumeliona ili hii changamoto kwenye uongozi kule kunahitaji mabadiliko Sababu tunaoumia sisi wenye timu eh, kwa sababu unaweza uka, uka, ukaangalia kwenye michezo hii ya kawaida unaona wachezaji wanakuwa na performance nzuri, lakini inapofika kwenye haya mashindano makubwa au wanapokutana na timu kubwa <coughs> kiwango chao kinakuwa kama kiko chini, kwa hiyo wanaonekana kama hawana ule ubora ambao unatakiwa. Nyuma yangu ni ukumbi ambapo wadau wa soka na mashabiki hukutana kupata burudani mbalimbali timu zao zinapokuwa zinacheza. Nikiripoti kutoka eneo hili la Tangui, ni mimi Adam Dastan Kayombo wa UI Digital. Shukrani sana Adam Kayombo kwa habari hizo za michezo na burudani. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tupate msamiati wa leo kutoka kwake Fariji Kasanga. Mtazamaji wa UI Digital karibu katika kipengele chetu pendwa cha msamiati wa leo, na leo tumekuandalia neno kinyonyi. Je, yeah, unaelewa nini ukisikia neno kinyonyi? Twende tukawatizame wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, wao wanaelewa nini wakisikia neno kinyonyi. Ushaisikia neno kinyonyi? Kinyonyi mm. na unaelewa lina maana gani? Kinyonyi mm. Eh, kinyonyi ni kama kitu ambacho hichi kina, kina, kwa mfano unaweza kuwa mtu am ama we ni kinyonyi yani, we unamtegemea ni kama tegemezi. Kwambia neno kinyonyi, we unaelewa nini? Ya, hili ni neno jipya kwangu, sijawahi kulisikia, ndio kwanza leo nalisikia. Kwa hiyo maana yake Ssss... sifahamu. Yani kichwani haiji maana yoyote ile, haiji maana yoyote ile kwa sababu ni neno jipya kwangu. Mtazamaji wa UoI Digital, tumetoka kuwatizama baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wakitoa maana halisi ya neno kinyonyi lakini wengi wao wameshindwa kutambua maana halisi ya msamiati huo na maana halisi ya msamiati wa neno kinyonyi ni kifaa kinachotumika kuhifadhia picha video au nyimbo. Nami nikuache na sentensi isemayo, Halimu anapenda kutumia kinyonyi. Langu jina ni Farijika Sanga wa UoI Digital, tuwabariki kidigitali. Asante sana Farijika kwa msamiati wa leo. Nami nakuacha na sentensi isemayo Michael alinunua kinyonyi kwa ajili ya kuhifadhia kumbukumbu zake. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka hapa UoI Digital. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nikushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho na nikutakie weekend njema. Ulikuwa nami Telesia Chalamila, asante na kwa heri.